Katika ghasia katika ghasia na, na fujo na vurugu zilizotokea, tumepoteza ndugu, tumepoteza mali, tumepoteza vitu, tumepoteza mitaji. Leo watu wamewekeza mabilioni kwenye utalii, hakuna utalii leo. Tumepoteza kwenye sekta ya ndege leo. Tuna mambo mengi ambayo yamesababishwa na vurugu hizi, lakini sisi wa Tanzania hatutakufa naso kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi watu wachache wanaosema amina hapa? Wako wapi watu wanaosema amina? Na tunawakataa kwa makusudi, tunawakataa wakataa, wanao holi hizo habari mbaya kwenye mioyo yetu. Tunawakataa na tunazikataa habari mbaya. Washindi wangesema amina, halafu mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Wako wapi wanaosema sintakufa nazo hizo habari mbaya? Sintakufa nazo, bado kuna maisha. Ni kweli nimepata msiba, ni kweli nimepata hasara, ni kweli lakini Mungu aliyeruhusu hayo ataruhusu na furaha. Aliyeruhusu aibu ikanifuata ataruhusu na heshima inifuate. Aliyeruhusu mauti ikanifuata ataruhusu na uzima unifuate. Aliyeruhusu aibu ikanifuata ataruhusu na heshima ikufuate. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema amina? Habari mbaya ni nyingi, nilizosikia ni nyingi, dunia imesema mengi, ulimwengu umesema mengi, tumepitia mapito mengi, lakini leo ninajiingiza kwa nguvu kwenye habari yeah! Pigie Yehova vigelegele vya shangwe, piga tena Yesu asikie. Hayo makofi yatoshi.